Jina naitwa Shabani Mustafa la Mkopa, ni mkazi. Baada ya kuona nyoka huyo, amekuja juzi na akakamata kuku na akamuua, akawa na tuika za kuhitaji kumeza, wananchi wakatokea wakamshambulia yule nyoka akauawa. O, makubaliano ya sisi wananchi pamoja na mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa kwa tumebaini kutengeneza mazingira angalau madogo. Kwa majina naitwa Happiness William Asmani, ni mkazi wa Kasimba, kama mnavyoona hapa tupo kwenye kazi ya kufanya usafi kwa ajili ya tukio hili la hawa nyoka waliojitokeza kwa wingi kwenye eneo letu. Hivyo tukiwa kama wananchi na serikali yetu, tumewameshauriana na kuona kwamba tukifanya hivi usafi wa kupalia maeneo yenye vichaka vikubwa litafanya kwamba hawa nyoka waende mbali na sisi. Kwa hili tumeona kwa sisi wananchi tumeridhika nalo, endapo zoezi hili litakuwa endelevu, usalama utakuwa wa kutosha kwenye maeneo yetu. Kwa jina naitwa Frank Richard, ni mkazi mtaa. Tuko hapa tunafanya kazi hii, kazi ya usafi kutokana na hali ya mazingira hapa. Mwanzo kulikuwa ku, kuna swala la, la nyoka wakubwa ambao hawa nyoka ndio tuko tunapambana nao kutokana na, na mazingira haya ili kuangalau tuweke mazingira katika usafi ili angalau hawa wadudu wanapokuja katika sehemu za barabara iwe vyepesi kuwaona na iwe vyepesi vile vile kwa wadogo zetu, hata watoto zetu kwa ajili ya kujinufulisha na, na mdudu huye. Hatua za chukuliwa ni nyingi, tuna, tu na sasa hivi tunajivunia tu mihuri yetu. Niseme tu ukweli kwamba uh, sasa hivi tutakuwa mtu yoyote anayekuja kutaka huduma ya muhuri wa mwenyekiti au wa mtendaji, tutaangalia kwenye orodha yetu ya watu ambao wa tunashirikiana nao kwenye, kwenye shughuli za kijamii. Kwa mtu atakapokuja akiwa na changamoto, anataka kumtoa mtu labda lock up, anataka kukopa mkopo, tutaangalia kwenye utaratibu wetu kwamba yumo kwenye daftari la watu wanaoshughulika na shughuli za kijamii. Kama hayumo, kwa kweli tutashindwa kumhudumia, kwa sababu tunataka watu ambao tunashirikiana kwa pamoja. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.